E, s wawakilishi wawa, e, kutoka Gaming Board wakiongozwa na Sadiki, e, wafanyakazi wote waitumba Tanzania na Selcom Tanzania, ndugu e, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Ni heshima kubwa sana leo, ni tuko hapa mbele yenu kutangaza huu ushirikiano rasmi kati yetu sisi Bahati Nasibu ya Taifa na Selcom Tanzania katika kuendesha na kubashiri hii michezo ya bahati nasibu. Uh, ushirikiano huu umelenga kuleta tija kwenye michezo hii ya bahati nasibu kwa kufanya iwe rahisi kwa kuwafikia Watanzania wote kwa usalama na popote walipo pale Tanzania. Bahati Nasibu ya Taifa ya Tanzania ni jukwaa linalotoa burudani, fursa na michango chanya kwa Watanzania wote nchini na hivyo basi, bahati nasibu ya taifa imejikita kuhakikisha kuwa kila mtanzania popote alipo ataweza kushiriki kwa urahisi katika michezo hii ya kusisimua ya bahati nasibu, na ndiyo maana leo ushirikiano wetu na Selcom eh, Tanzania kuweza kuwafikia watanzania wengi kwa mamilioni kupitia ushirikiano huu aa, na miundombinu ya malipo ya Selcom ni kuhakikisha kwamba upatikanaji wa bahati nasibu ya taifa inapatikanika kwa washiriki wote wanaocheza michezo ya bahati nasibu kupitia USSD code kuhamisha kutoka benki, mawakala wa Selcom waliokuwepo Tanzania nzima e, wenye idadi ya zaidi ya 3000 nchi nzima na vituo kumi vya Selcom vilivyopo maeneo mbalimbali ya nchi hii. Washiriki wataweza e, kupitia njia tofauti kununua tiketi na kupokea ushindi wao kupitia vituo tofauti na mbali mbali vya Selcom Tanzania. Kwa msaada wa Selcom hata wale waliopo wa maeneo ya vijijini na pembezoni mwa nchi wanaweza kufikiwa na fursa hii na kushiriki kikamilifu katika bahati nasibu ya Taifa. Mbali na upatikanaji wa bahati nasibu ya Taifa kwa usalama na kwa kipaumbele chetu, tunatambua kwa imani ni msingi na mfumo wote wa bahati nasibu ya Taifa ni kupitia hatua za juu za kiusalama ambao Selcom kwa kupitia mifumo yao thabiti iko salama oaama uh, pia ikiwa pamoja na usimbaji wa data ambao uthibitishaji wa viwango vingi mwakilea authentication na uzuiaji na udanganyifu katika mifumo yao. Kila mwamala utalindwa. Washiriki wetu wanaweza kushiriki na kucheza kwa uhakika, wakijua kuwa miamala yao na ushindi wao uko salama, na hiyo pia ndio tija kubwa sana ushiriki ya ushirikiano wetu wa leo kati ya vituba Tanzania, bahati nasibu ya taifa pamoja na Selcom Tanzania. Hata hivyo, maono ya bahati nasibu ya taifa ni kutoa michezo ya kubahatisha yenye kusisimua na haki sehemu si kubwa ya mapato ipewekwa kwenye miradi mbalimbali, kama mnavyojua, ya kijamii pia ya kitaifa, ikiwemo michezo ya vijana chipukizi, uundaji wa ajira na programu mbalimbali za kijamii ambazo zitakuja huko mbeleni tunapoelekea tuna kwenye uzinduzi rasmi wa bahati nasibu ya Taifa. Ninapenda kutoa shukrani za dhati sana kwa Selcom, hasa siku ya leo kwenye kuweza kutia nia ushirikiano huu na kuanza kufanya kazi kwa pamoja. Pamoja tutahakikisha kwa kipindi hiki Eh, bahati nasibu ya Tanzania itapatikana kwa Watanzania wote, sehemu yoyote pale walipo. Jamani mmeamboa bahati nasibu inakuja. Shangamke kidogo. Habari za asubuhi. Salamu. Eh, I like it. Asante sana. Um, kama nilivyotambulishwa kwa majina anaitwa Shumbana Walwa, nasimamia kitengo cha masoko hapa soko. Na tuna furaha kubwa kwamba leo tuko na ndugu zetu Waituba kwa ajili ya hii uh, Bahati Nasibu ya Taifa. Kiukweli hata sisi tumekuwa tukiingoja muda mrefu, maana mazungumzo ya Bahati Nasibu ya Taifa, bahati nasibu ya taifa yameanza yani kuzungumzwa muda mrefu sana, lakini kwa kuona matukio kama haya, ili inakuja, ina maana inakaribia. Kwa hiyo wote tuwe tayari kutokea Selcom, naomba nikazie pale ambapo mwenzangu amezungumza Um, Selcom tuna mtandao mkubwa na mpana sana kuwafikia wateja na washiriki ambao watakuwa ni wateja wa bahati nasibu ya kitaifa, na mtandao mpana tunaangalia kwenye maeneo mengi, kuanzia zoezi la kuweza kuhamisha pesa kutoka benki au mtandao wa, mtanda wa simu. Selcom, tuna mawakala zaidi ya 30 Tanzania nzima.